ambo mara pili ndio nione kwa jicho la tatu. Otasema mara pili ndio nione kwa jicho la tatu. Unajua mimi nimekuwa na watu wa kushughulikia nini?